Salamu zingine zinatoka kwa mkuu wa mkoa tulipo kuwepo hapa, mheshimiwa mkuu wa mkoa akizindua ujenzi. Taarifa hizi zilisambaa kwenye kona mbalimbali za Tanzania na wakaona watu Sibwesa mlivyokuwa na mshikamano na ushirikiano katika kazi, hivyo akatokea mdau mmoja kutoka Dodoma anaitwa Peter, akaona mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa anavyoshiriki nasi, akavutiwa na ikampendeza, akaona wananchi mnavyofanya kazi kwa ushirikiano na serikali, ikamvutia mdau, akasema na yeye yuko mbali, angeweza kufika akashika koleo akarusha udongo, lakini akasema atatoa fedha laki moja na nusu ili weze kununua mifuko mitano ya simenti huyo mchango wake sasa mimi kwa niaba ya mkuu wa mkoa leo hapa pamoja na mwenzangu ile fedha imeleta mifuko sita ya simenti na kila mfuko una ujazo wa kilo hamsini kwa hiyo badala ya mifuko mitano tumenunua kwa uaminifu, tukapata mifuko mingapi? Sita ya simenti, tutaikabidhi hapa. Na simenti hii, tumetambua kwamba wananchi wa hapa Sibwesa tayari walianzisha michango ya ujenzi wa bweni la wasichana, si ndivyo? Katika jitihada hizi za huyu mdau, tukubaliane, tuzielekeze hiyo simenti pamoja na michango yenu, na nimefahamishwa kuna vifaa ambavyo vimeshanunuliwa ili ianze kazi, pamoja na michango yetu na nguvu yetu, kuanza kujenga bweni la wasichana hapa Sibwesa Sekondari. Hapo vipi? Hapo vipi? Sasa niwaambie wanafunzi wa Sibwesa, tembeeni kifua mbele na mama Samia Suluhu Hassan, tembeeni mkijipiga kifua, semeni tunaye mama tunaye Dr. Samia Suluhu Hassan. Bweni sasa litajengwa. Bweni litajengwa. Maelekezo ambayo nayatoa hapa, nimeona eneo liko safi, nataka tumsikie mtendaji wa kijiji ambaye ana dhamana ya kutangaza zabuni ya mafundi. Atuambie, je, amekwisha kutangaza kutangaza? Yaani ndani ya wiki hii sio jibu nalowaitaka hapa. Kama BOQ ipo, si ndio? Kuniambia mnaitangaza ndani ya wiki hii, sikubali. Niambie tale, leo ni tarehe ngapi? Tare. Tare ngapi to meshana kuingiza hilo tangazo Tare. Tarehe kumi, mbali sana. Ukitoka hapa, nenda kakae kwenye mfumo. Kesha mpaka asubuhi umeshaweza kutangaza. Kutuambia ndani ya wiki hii? Hapana, kwa sababu tumeshachelewa sisi, wanafunzi wa Sibwesa tunataka tuanze kulala kwenye bweni jipya natumia darasa kama mbala, si ndio? Unataka tuingie kwenye bweni jipya kama bweni la Majaila Sekondari, mabweni ya shule zingine kule na nakule. Kwa hiyo so, ukitoka hapa ikifika saa kumi na mbili jioni, toa taarifa kwa afisa elimu kwamba kazi umeshaanza kuitangaza. Afisa elimu toa taarifa kwa mkurugenzi, mkurugenzi anipe taarifa sasa kwamba tumeshaanza kuingiza taarifa kwenye mfumo. Ukitoka hapa Usiende kufanya kazi nyingine, nenda katangaze hiyo kazi mara moja. Nimepokea, mkuu. Sawa? Ndio. Tumeelewana? Tumeelewana, mkuu. Yaani si ya kuandika